Ambaye thamani yake hailinganishwi na kitu chochote, mwanamke ambaye kwa hakika hafananishi na kitu chochote, lakini jamii imemfanya aonekane hivyo. Mwanamke ameamua akafikia hatua akashindwa kujua thamani yake, anameza vidonge ili ajichubue, bila kujua ya kwamba ile melanini ni pigment inayohusika na kuweka rangi ya ngozi inaathiriwa na zile chemical reaction lakini nani alimwambia kwamba ukiwa na rangi hiyo ndio unakuwa na thamani? Amebuni mavumbuzi mengi, na wengine wanapewa mzigo mkubwa wa kamba sakatani, kichwani, wakijua ni nywele nzuri. Sikiliza kidogo, ni kwa sababu tu hawajajua. Napenda ujue thamani ya mwanamke. Na wengine wamechukua hatua, midomo iliyokuwa mizuri wameitoga, imepanuka unaweza ukaona zile picha unazoziona kule, na akaweka kitu kingine cha mviringo, yaani anasema huo ndio urembo wa mwanamke. Wengine wengine wametoga mpaka pua, wametoga mpaka masikio yameshuka. Jamii, mila na desturi zimeharibu, si uchaji zimeharibu, si utu na thamani ya mwanamke, na kwa sababu hiyo akadhani ya kwamba yeye ni mpaka aongezee vitu vingine. Bahati mbaya, wengine wanatoga mpaka masikio, wanaweka vitu wanavita eleni, wengine wameweka mpaka shanga shingoni, wameweka sijui moja, mbili, tatu, wameweka moja mbili tatu wameweka, wengine mpaka wameingilia mpaka kwenye kucha, wamebadili kucha hizo, wakachukua sijui za wapi, wakabandika, kana kwamba hazitoshi, wakapiga na rangi kama ukuta. Yani hayo yote yanapofanyika namna hiyo, ni maana yake ni kwamba mwanamke hajajua ya kwamba thamani yake ni kubwa mno, kama, kama, kama dhahabu. Hailingani na thamani ya mwanamke. Leo ni rangi gani hii itakuongezea thamani? Badala yake itaharibu tu. Hapo kuna changamoto katika utu katika ubora wa mwanamke, thamani yako ni kubwa kweli kweli. Tusonge mbele kidogo, na kwa sababu hiyo tunahitaji kujua pia kwamba mwanamke mwanamke